Leo niko hapa kwa ajili ya kuzungumza machache nanyi, ni kwamba leo nimetia nia kwa nafasi ya ubunge wa Tarime vijijini. Lengo kubwa ni kufikia ile adhima ya maendeleo kwa ajili ya jimbo letu la Tarime vijijini. Kama unavyojua, sasa hivi ni mchakato wa kisiasa, sisi kila mtu anayo haki ya kutia nia kwa ajili ya nafasi yoyote ile ambayo anaweza kufanya mradi ana vigezo na sifa. Kufanya hivyo ni uhuru wa kila mtu kufanya hivyo. Kwa nipo hapa kwa ajili ya kutia nia, lakini pia natangaza kwamba nitachukua fomu na mimi niko tayari kuchukua fomu kwa ajili ya kutia nia ya nafasi ya ubunge la jimbo la Tarime vijijini na ni lengo langu kubwa kwamba lengo kubwa nataka tulete maendeleo ndani ya Tarime vijijini. Jimbo letu lina fursa nyingi sana, lakini jamii yetu ni maskini sana, na tuna changamoto nyingi sana ambazo tunaweza kubadilisha changamoto hizo kuwa fursa kwa upande wetu sisi. Ni dhahiri kabisa, na watu wengi wanajua Tarime vijijini ni jimbo ambalo ni tajiri nita lakini namna ambavyo e, fursa zile haziwafikii watu wengi, ndiyo maana sehemu zingine zina umaskini mkubwa. Kwa sababu ni mchakato wa siasa, tunahitaji kiongozi ambaye anaweza kuisaidia Tarime yetu na jimbo letu kwa ujumla, ili angalau watu wetu waweze kubadilika katika maisha halisi. ni ni dhahiri kabisa kwamba Tarime vijijini tunazo fursa nyingi lakini namna gani watu wanaweza kunufaika, imekuwa ni changamoto kubwa, na changamoto hii inasababishwa kikubwa sana na kukosa network. Namna gani watu wanaweza wakafika sehemu moja na sehemu nyingine? Ni vyema sasa, kwa sababu ni mchakato huu, tupate kiongozi ambaye ni sahihi kwa ajili ya Tarime vijijini. Inawezekana nikawa mimi, inawezekana kawa mtu mwingine, lakini tumpate kiongozi ambaye ni sahihi kwa ajili ya jimbo letu tuweze kubadilisha taswira ya jimbo letu na jimbo letu liendane na mazingira halisi ya fursa tulizonazo. Kikubwa lazima tutembee maeneo yote, tushirikishe jamii yote. Watu wengi sana wamekuwa masikini kwa kukosa elimu. Unaweza ukakuta vijana wengi, vikundi vingi, akina mama wengi, wajane na wajawazito na watu wenye ulemavu hawashirikishwi vizuri kwenye mikopo ya kijamii, na hata kama wakishirikishwa kwenye mikopo hiyo hawana elimu nzuri namna gani ya kuendeleza biashara zao na fursa hizo. Kwa hiyo unakuta watu wengine wanashindwa hata kurejesha, ni kwa sababu wamekosa elimu nzuri namna gani ya kufanya biashara, namna gani ya ya ya kurejesha na na nidhamu ya hela, na nidhamu ya biashara hiyo. Tunatakiwa so, tutengeneze vijana, tutengeneze jamii ambayo ni rasmi, watu wawe na sifa za kuweza kushea fursa za kitaifa mfano unaweza ukakuta sehemu tuna jamii kubwa sana wanafanya biashara lakini sio rasmi kwao. Anapofika sehemu ya kutafuta mkopo anakosa sifa. Ni swala la kutoa elimu namna gani mtu huyu afikie kiwango ambacho naye anaweza akastahili kupata fursa kama, kama watu wengine. Tugawe fursa, tugawe elimu, tutoe elimu, tushauriane, tushirikishane ili tuweze kutengeneza jamii ambayo ni moja tuunganishe watu wetu, wajue mtu wa Kemambo ajue fursa zilizopo Muriba, mtu wa Itiro, Nyanungu, Bumela wajue kwamba je, nikienda Itiro nitapata fursa gani? Soko liko wapi? Tutembelee maeneo yote, ili angalau watu wetu waweze kunufaika na fursa tulizo nazo. Jamii yetu, ukienda kuangalia, tunayo matatizo makubwa sana kwenye upande wa elimu Changamoto zipo japo serikali imeweza kufanya kwa hatua kubwa sana lakini, na sisi kuna mambo ambayo serikali haiwezi kukuletea. Lazima tufike sehemu tuambie watu, tuwashauri watu wetu wajue uhalisia. Lazima sisi tufanye kazi, tufanye kazi kwa ajili ya uzalishaji mali wetu. Serikali haiwezi kukupelekea mtu hospitali, serikali itakutengenezea miundombinu ya wewe kufikia kufanya ambacho unakifikiria. Je, sisi wenyewe tumejiandaa kwa mfumo gani? Ni lazima ifike sehemu tutoe elimu kwa, kwa, kwa jamii yetu, tuelekezane, ili tuweze kuvusha vijana, tuonyeshe vijana, tuonyeshe jamii yetu fursa nyingi ambazo zinapatikana. Mtu anapokuwa ameenda shule, amesoma, amemaliza, akirudi anaweza akajiajiri, sio lazima subiri ajira ya serikali. Serikali ina ajira chache ambazo haziwezi kulingana na kiwango ambacho wanafunzi wanahitimu shule. Je, ni wapi tutafute fursa hizo? Cha msingi tujue kabisa kwamba hamuna sehemu ambayo tunapata elimu kwa ajili ya kwenda kuajiriwa. Tutafute namna bora ambayo tunaweza kutengeneza fursa nyingi kwa ajili ya jamii yetu, ili jamii hili iweze kujiajiri na wao wakaajiri watu wengine. Lakini kikubwa ni kwamba tupende maeneo yetu tunayotokea. Maeneo tunayotokea mengi yamekuwa na mazingira hafifu sana ni kwa sababu watu wa hapo maeneo hayo hawashirikiani. Mimi nitoe wito kwa jamii yetu, nyumbani kwenu ni pa muhimu mno, tutengeneze mazingira ya kwetu, tushirikishane watu wetu ili tuweze kutengeneza umoja ambao unatija kwa ajili ya jamii yetu. Ni mambo mengi ambayo yapo, na kwa maana ya utaratibu wa chama, kwa sababu umesharuhusu kufikia ratiba ya kuchukua fomu Ninaomba, ninaomba ndugu zangu wana Tarime vijijini na Tarime kwa ujumla, niwaombe mniunge mkono, niwaombe tuungane kwa pamoja, tutengeneze siasa ambazo zina ustaarabu, lakini pia tuwe na umoja wetu. Kuna maisha eh, kabla ya siasa, kuna maisha baada ya siasa. Cha msingi tufanye kila kitu Tukimtanguliza Mwenyezi Mungu. Tukumbuke ya kuwa uchaguzi utapita lakini maisha yataendelea. Tunatakiwa kutengeneza amani ya maeneo yetu na furaha dhidi ya watu wetu. Tumekuwa na matukio mengi sana ya watu wetu ya kupata misongo ya mawazo, ni kwa sababu hatushangamani. Nafikiria, watu tuchangamane kwa kuonyeshana fursa za hapa na pale ili siku moja watu waje waseme jimbo la Tarime ni la mfano wa kuigwa. Hiyo inaweza ikafanyika, na siku zote nasema kiongozi lazima uwe balozi wa watu wako popote pale ulipo. Kwa hiyo, niombe nitoe wito kwetu sisi wanajamii, tusifanye maamuzi kwa mihemuko, tufanye maamuzi ambayo yatasaidia jamii yetu, kwamba mnapofika kwenye mchakato tutazame uwezo wa mtu, uelewa wa mtu, nia ya mtu, bila kutafasiri nini alichonacho na nini ambacho hana, kwa maana ya uchumi wa kifedha. Tutakapopata mtu sahihi, hatutajutia kwa muda wote huo. Ni wito wangu. Sasa Tarime vijijini, tufanye mabadiliko mazuri, tuchague watu ambao ni sahihi kwa ajili ya Tarime yetu vijijini.